Tulipoishia sasa, jamaa alijua babake wa kambo ametekwa. Sasa nabidi aje kupangana, lakini kumbe ilikuwa ni mtu mwingine tu. Alipigwa hizo baba alo, akajizuia akajua, yes, ni adui. Mara kuna silaha kosokoso, mzee na silaha moja tata, alafu jamaa anakuja na hizo silaha. Sasa inabidi awaoneshe bila kumuonesha huyu hatakuwa na adabu, bila kukaonesha kwanza akatakuwa na adabu. Akagawanyika akawa mara tatu namna hii, shangao mtu, vipi? Staili gani? Kagawanyika amekuwa mara tatu, alafu ni watu tofauti tofauti tofauti, wamekuwa watatu. Sasa wanazunguka na hiyo staili, sasa wamefika hapa, wakashangaa kakutana na nini huku, haka binti kakao kanawaza, akaenyewe ndo katakuwa kali. Watumia ujumbe nini hawa? As uji anakimbia, sio mchezo. Mtu mnyama, mtu mnoma. Akawaandalia ngumi moja, anaitwa tatizuku. Hiyo tatizuku, si unaijua eh? Yera mambo hayo ni kuparangana tu, lakini mbaya zaidi ni kwamba iko mwanamama moja iko kwa juu na yupo na kikosi. Huyu mwanamama ndio kiongozi, akawaangalia hawa watatu. Kalika binti kanashangaa kumwona yule mama. Dragon Slaying Blade, anautaka upanga wa Dragon Slaying. Anashangaa binti, mbona utoke upanga huu? Binti ana shida gani? Mbona kama analia? Dragon Slaying Blade akaona o u..., hapa nimeingia cha kike. Yule binti akawa nakimbia na kile ki, kimkoba alichokuwa nacho. Nafikiri hicho ndo kimkoba chenye huo upanga sasa. Anakuja mzima ikabidi ajizuie kwanza, alo kwa nguvu aliokuwa nayo alo, hey hey, anawapisha zanuji, kamata upanga, akapewa upanga. Sasa hii balaa lake kwenye upanga nafikiri unalijua. Kale kabinti kaenda kwa huyu mama, ina maana huyu binti alikuwa msaliti. Ah, walikuwa wanataka dragon slaying. Ndo shida yao. Sasa angalia kipigo ya mzee mzima, angalia kichapo ya upanga huu jamani, nyama na mnoma sana kwenye upanga. Wanakimbia.

Akaambia mimi ni Holy Maiden wa sect wa Ming sect. Wala siwezi kutoa heshima kwa sect master wa Ming. Yes, sect master wa Ming. Alichoamua sasa ni kuwafunza kwanza adabu wale watatu. I say. Hawa tatu kwa na... eh, hawa awafunze adabu kwanza, angalia anachowafanya, watajua kwamba yeye ndo sect master, kwa lazima ampe heshima yake. Hawa kasimama mbele yake. Silaha gani hawa wanatumia? Silaha za Ming sect, hizi zimetengenezwa kwa gold. Ni gold tu na ni strong sana. Mimi nina haki ya kuchukua kwa sababu silaha za kwangu hizi, sio sio gao Si. Yang master, samahani. Yani, siwezi kujizuia ila kumfata amri ya mama yangu. Mara zile boti zinashambuliwa, e zile boti zote zinapigwa, watatumia se keno ni kuangai, kuangamiza zile shipu zetu. Okay, akaambia hichi ni kitu cha kawaida tu.

Unipatie ninachokitaka sio kan, tuondoke. Mama anamchukua binti yake. Sio kan, twende. Binti anachukuliwa na mama yake, kana mwangalia zangu njia namna hiyo. Sijui hata si warrior iko wapi kwa sasa, si warrior hajui iko wapi. Jamaa anasema mi najua Wakaja paka hapa. Eh. Mm -hmm. Singie ndani, naogopa bangu ya kampasi akafikiri sisi kama ni maadui, kwa hiyo tuondeni taratibu, baba wa kambo, baba, nishawafukuza tayari. Wewe ni Uji, eh? Ah, sema ndio. Ni mimi Uji. Nionyeshe ile voice yako ya gunman lion. Yapo. Babliyaz. Ha. Hiyo sauti hiyo. Akipiga hiyo kitu baba kambo anajua yes kidume amefika. Wewe ni Uji. Kifo. Baba kambo. Ni babake wa kambo na ni mwalimu wake. Unaambia mzee ni moto. Uji. Uji wangu amekuja, wa nekateseka na macho yake afanyi kazi zangu uji. Na baba ake wakambo, baba, naambia uji, sasa wewe ni kiongozi baba. Wakambo, inabidi nikupe heshima baba. Tulia baba, baba kaa, baba kaa, una haja ya kunipa heshima kama chairman.

Najua anafahamu hatua zetu zote. Alinifuatilia kila sehemu. Kwa hiyo hatua yote anaijua. Kwani sio kan akafanya kitu kama hichi. Ambaye nani anajua? Nani anafahamu kuhusu hilo? Mimi nafikiri kwamba atarudi yule binti. Tinga. Umejuaje? Mimi mtoto wa kike. Yan. Naelewa watoto wa kike walivyo. Ukishampenda mtu na ukawa unamwangalia mtu kwa staili fulani, unaelewa tu. Okay, no kila wakati nikimuona yuko nyuma yako na na na na kila wakati anakuwa na uzuni anaponiona mimi niko na wewe. Na akikuona na mtu yeyote kanakuwa na uzuni. Mwacheni wa binti. Tupatie hiyo machete. Anachukua hiyo machete anamkabidhi binti. Tafadhali chukua angalifu jua babangu wa kambo. Ah, nipe. Panga. Anaambia la. Jaribuni kwanza. Say. Leta upanga. Ah, wapuuzi hawajanijua vizuri hawa. Zangu uji. Naona hawa bila kuwafundisha adabu vizuri, hawataniheshimu. Hawajui ah, ni baba yao eh. Jamaa anajaribu na kujaribu. Zangu uje napigika, zangu uje ni moto, kotea mbali. Nani amguse amguse zangu uje? Cheki anapocheza na hizo silaha zao, mmoja alipigwa na silaha yake mwenyewe. Oh. Bado ikiende mchuti huyu. Uji, akacheza naye huyu. Naye angalichofanya, akamzima binti alafu anakuja namna hiyo. Cheke anavyokuja huyo, anasepa kujaribu. Mbona haiwezekani? Hawa jamaa hatua zao ni tofauti, wana hatua tofauti. Jamaa akaja kuwasa, angaika, anawasaidia wenzake, wanatengeneza staili zangu na waangalia tu. Hey! Hiyo nguvu inaitwa nguvu ya watu watatu maana inaitwa 3 in 1. Hizo hapo. Uje na zipoza kwanza. Yeah! Uje, uje. Hiyo watu hao ni strong fire movies, wanaato. Ukiangaika for... ujinga, mwili wako wote utaungua. Kwa hiyo inatakiwa usihangaike ujinga, inatakiwa ucheze nao kwa akili zanu. Ujii mwanaume wa kazi anacheza nao kwa akili kama jinsi alivyoelekezwa na baba yake wakamba. Sasa kuangalia pale, kulikuwa kuna moto huko pale, kama moto fulani hivi, unaweza hatua angali, chukua hatua kwenda mbele, chukua hatua kwenda nyuma, pameandikwa hivyo. Ubinti akawa anaendelea kusogea pale, ni kama alama za hizo silaha. Kwa hiyo pale kuna siri ambayo ipo Hakuna mtu yote ambaye alijua hiyo hiyo siri. Zanguji, inabidi aparangane nao kwanza kimtindo. Hawa jamaa wana moto. Hii Hii inaitwa inaitwa deadly light. Zote anaziangalia na kuzisoma binti. Atu atatu akiangalia oh, inaitwa without life. Mama yangu mtoto wa mfalme. Nini? Hii ni holy fire move. Kila kitu kimeandikwa hapa. Au itakuwa ni